Mimi naitwa Halifa Jaffa Mtukula. Mwaka elfu mbili na kumi nilikuwa katibu mwenezi wa tawi la Ruvuma chini tawi la mama yangu mama Msongozi, pale mimi ndio nilikuwa katibu mwenezi wa Chadema na nilipata mwenyekiti wa mtaa kipindi hicho elfu mbili na kumi mheshimiwa katibu. Lakini elfu mbili na kumi na tano tuliyefanikiwa mimi nikiwa katibu mwenezi wa kata ya Ruvuma kumpata diwani kupitia Chadema, lakini mwaka huo huo niliteuliwa kuwa mratibu wa vijana. Mheshimiwa katibu, ni kuombe radhi, mimi ndiyo niliyoandaa maandamano yaliyoligharimu taifa. Lakini kama hiyo haikutosha, Chadema wakaona nina uwezo. Wakasema nigombee umwenyekiti wa vijana, nikagombea umwenyekiti wa vijana wilaya ya Songea na nilishinda. Kama hiyo haitoshi, niligombea umwenyekiti wa chama wilaya ya Songea yenye majimbo matatu, Madaba kwa Mheshimiwa Joseph Mwagama, lakini kwa mama yangu mpendwa Jenista Mwagama, lakini pia kwa kaka yangu baba yangu Mheshimiwa Ndumbalo, waziri wa katiba na sheria. Mimi ndo nilikuwa mwenyekiti wa wilaya Ndugu zangu, Mheshimiwa katibu mkuu, nimewiwa kuingia CCM kwa mambo mawili tu, mengine yote nasema muda hautoshi, na kwa sababu nimeingia, tutapata wasawa wa kuelezana lakini, nimeona niyazungumze haya mbele ya katibu mkuu wa chama. Mheshimiwa katibu mkuu, jambo la kwanza ambalo limenifanya nitoke CHADEMA ni no reform, no election. Na ninapozungumza haya, kaka yangu Pita Msigwa kwenye mkutano wa mwisho wa soko kuu pale Songea tulikuwa pamoja, nikashangaa mwenzangu, cha umeniacha, umeiacha maji tu, mimi samaki sina maji. Sasa Wangoni wanasema nguvu ya mamba ipo kwenye maji, si ndio? Hivyo maji yakaondoka, yakamwacha mamba, amekuwa mamba tena. Mamba nimekufuata nini? Kwa nini nimesema no reform no election? Kuna uongo unatengenezwa kwenye taifa hili, tusipouangalia inaenda kuwa ni hatari kwenye hili taifa. Kiongozi wa chama ninachotoka anasema pasipokuwa na mabadiliko hakuna uchaguzi. Sijui mnaelewa maana yake, haya ni maneno ya vita kwa sababu anayetangaza maneno haya ana mamlaka ya kikatiba ya kutangaza maneno haya. Chama hiki kinaendeshwa kwa mujibu wa katiba, kanuni na miongozo ya katibu mkuu. Yeye anasema kama hakuna hivyo vitu, hakuna uchaguzi. Niwaambie kitu, wanaCHADEMA na wote ambao mnaamini uwepo wa vyama vya upinzani nchi hii, kitu kimoja tu leo kwamba ukisema kwamba hakuna majadiliano, hakuna uchaguzi, tafsiri yake umekubali kushindwa kabla ya uchaguzi. <coughs> miaka michache kidogo nyuma hapa, CHADEMA wilaya ya Songea hususani jimbo la Songea mjini iliwahi kupata madiwani nane. Swali so, langu nilijiuliza, Awa madiwani nane CHADEMA ilipata ikiwa na katiba gani? Lakini CHADEMA iliwahi kupata wabunge wengi pale bungeni. Wale wabunge CHADEMA walipata wakiwa na katiba gani? Jibu linakuja, ni katiba hii wanayosema mbovu. Yaani wameshindwa maarifa ya kuingia kwenye uchaguzi, leo wanasema ibadilishwe katiba, wakati mama Samia anahangaika na afya za watu wakati Dr. Mchimbi anaangaika na maendeleo ya watu wao wanaangaika tufanye kazi ya kubadilisha katiba kipindi hiki cha karibu na uchaguzi. Hawa wow, wameshindwa mheshimiwa w wame katibu mkuu